Mathalan, unaenda kuongea na Mr. Esden. Kitu ambacho unatakiwa kufanya inatakiwa utafute taarifa zake, labda kwenye mitandao ya kijamii au platform tofauti tofauti, naweza kukusaidia kupata namba yake au taarifa zake. Labda wakati fulani anakuwa katika kazi, au wakati fulani anakuwa mazoezini, na wakati fulani anakuwa katika ibada. Ni rahisi zaidi kwa wewe wakati utakapoenda kukutana na huyo mtu utajua ratiba, ratiba yake ikoje na utapanga ratiba ambayo ita itakuwa ni mzuri kwake na mzuri kwako kwa upande, kwa kwa wakati huo. Matumaini yangu ujambo, na karibu sana katika Success Path Network tunakutana each one, each one, hapa kuyajadili mambo mbalimbali mbali, na leo utakuwa nami Mudharafa Mwanyoka, na leo mada kubwa ambayo nimekuja nayo hapa inatoka katika yale maneno yetu tunayosema Success Path Network. Nimekuja na jambo lin, linalosema mambo muhimu ya kuzingatia wakati wa kutengeneza network bora. Katika hayo mambo nimeagawanya katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni, ni kabla ya kwenda kutengeneza hiyo network au tunaita connection, na sehemu ya pili ni wakati wa kuitengeneza hiyo network ina, nikimaanisha kuwa ni wakati ambao unakutana na huyo mtu ambaye unatarajia kukutana naye. Na nikianza na sehemu ya kwanza ambayo nimesema kabla ya kutengeneza hiyo network. Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kutafuta taarifa au kupata taarifa muhimu za huyo mtu ambaye unaelekea kuongea naye. Mathalan, unaenda kuongea na Mr. Esden. Kitu ambacho natakiwa kufanya, inatakiwa utafute taarifa zake labda kwenye mitandao ya kijamii au platform, platform tofauti naweza kukusaidia kupata namba yake au taarifa zake, labda wakati fulani anakuwa katika kazi au wakati fulani anakuwa mazoezini na wakati fulani anakuwa katika ibada. Ni rahisi zaidi kwa wewe wakati utakapoenda kukutana na huyo mtu utajua ratiba, ratiba yake ikoje, na utapanga ratiba ambayo ita itakuwa ni mzuri kwake na mzuri kwako kwa upande kwa, kwa wakati huo. Na swala jingine wakati wa kwenda, kabla hujaenda kukutana naye, kitu cha kuzingatia ni kutengeneza mazingira safi au rafiki na msaidizi wake wa kazi. Mathalan, unaenda kufanya naye kazi, unaenda kuongea naye, ana personal assistant. Wakati wa kwenda inatakiwa uongee lugha au utumie lugha lugha ambayo itamfanya yule mtu unayeongea naye secretary awe ni mjumbe kwa yule mtu unaenda kuongea naye. Kwa mfano umeenda katika ofisi fulani, siku ya kwanza, labda hujakutana naye huyo mtu unayemfuata, lakini umemkuta ume sekretari wake. Ukitumia lugha safi kwa yule mtu ambaye umemkuta hapo, atakuwa mjumbe mzuri zaidi. Ikiwa bosi wake amerudi, ata-ataongea lugha ambayo hata bosi wake atajua mtu alokuja ni mtu muhimu sana, kwa sababu watu wengi sana wanatumia ile kauli inayosema, ukitaka kujua tabia ya mtu basi angalia jinsi anavyomfanyia mtu mwingine. Lakini ikitokea sasa huyo assistant ume, umeongea naye mazungumzo kwa kumdharau labda au kwa kumkebehi, atakavyoenda kukuwakilisha kwa huyo bosi wake hata bosi naye ataona huyu mtu hapana. Inawezekana una jambo kubwa, lakini kwa vile assistance yeye ameona huyu mtu hafai, basi hata bosi naye ataatasema hivyo hivyo, ataona hivyo hivyo, huyu mtu hafai na unaweza kukosa nafasi ya kukutana na huyo mtu kabisa. Hivyo ni vitu viwili ambavyo viz unatakiwa vizingatie kabla ya kukutana na huyo mtu, na tukielekea katika vitu ambavyo unatakiwa vizingatie wakati umekutana nayo umekutana na huyo mtu kitu cha kwanza ni kutafuta kitu ambacho kinakutambulisha au mtu ambaye anakutambulisha. Kwa mfano, umeenda kukutana na mtu fulani tajiri labda, au mfanyabiashara fulani, inatakiwa wakati wa kufika pale, baada ya salamu, umesalimiana naye, inatakiwa utambulishe sehemu ambayo, au kampuni ambayo inatokea. Kwa mfano, mi Mudharafa Monyoka, natokea katika kampuni fulani. Kutaja tu hiyo kampuni inaweza kasababisha yeye aweke attention kwako, kwa, kwa, kwa kukusikiliza zaidi au kuvuta ile kama mtu kama huyu anatoka katika kampuni fulani na kampuni fulani ina sifa fulani, basi ni mtu bora. Au kujitambulisha labda, mimi ni rafiki wa mtu fulani ambaye ni rafiki yake na huyo tajiri pia. Kwa mfano unasema mimi ni rafiki wa Mr Joel ambaye ni rafiki wa Mr Ezden pia, anamwambia ameniambia nije kwako kwa, kwa sababu na kitu fulani kitu fulani kitu fulani ambacho naona kabisa kinafaa katika kampuni yako. Kwa kutaja tu jina la Mr Joel ambaye ni rafiki yake na yeye, ya anajua kuwa rafiki yake ni mtu muhimu katika maisha yake, ana, ana misingi mizuri ya kimaendeleo itakuwa ni njia rahisi ya wewe kupata nafasi ya kuongea na huyo mtu ukatengeneza kile ambacho ulienda kukitengeneza katika sehemu hiyo. Na kitu kingine cha kuzingatia ni kuongea maneno machache yenye mantiki, kwa sababu kila mtu anazingatia ana, ana muda wake. Usije ukaenda kwa huyo mtu alafu ukaanza kuongea maneno mengi ambayo hayana maana. Ongea maneno machache tu ambayo hata kama ukiondoka siku akifikiria atakuwa mtu fulani alikuja akasema neno hii akasema hiki hiki ambacho tija kubwa katika kampuni yao, lakini ukiwa umeongea maneno mengi, wanasema maneno mengi hayana hayana maana au hayana athari katika jamii. Na kitu kingine ni taja kitu ambacho kinaweza kikamfanya yeye avutiwe na wewe aendelee kukusikiliza wewe. Mathalan, we ni mtu wa social media, alafu kampuni yake inataka impate social media manager, ukitaja hiyo ni rahisi sana kwa yeye kukusikiliza kwa sababu ana, una kitu ambacho yeye kwake ni muhimu. Lakini ikiwa sasa umeenda umewasili umeongea naye ume, umefanya naye mazungumzo lakini hamna kitu ambacho ni muhimu kwake, inakuwa haina maana kabisa, hata hiyo network ambayo inaitengeneza inakuwa haina maana. Mwisho wa siku utafanya naye mazungumzo hiyo siku, baada ya hapo itakuwa imeisha. Na kitu kingine cha kuzingatia ni kutoa mawasiliano. Mawasiliano kitu muhimu sana, kwa sababu hata kama ikiwa umeongea naye labda ume umepata hiyo nafasi ya kuongea naye alafu toa mawasiliano inakuwa haina maana. Hata siku ikitokea yeye sasa ameona ule umuhimu wa kukutafuta wewe tena, alafu haujatoa mawasiliano, inakuwa ni ngumu kukutafuta na ikiwezekana, hautopatikana tena. Kwahiyo, hivyo ndivyo vitu vya kuzingatia wakati wa kutengeneza network bora ambayo itakusaidia katika maisha yako. Ni Success Path Network, each one, each one, Mudharafa Monyoka.